Watu wanne wanaodhaniwa kuwa ni vibaka wameuawa kwa kuchomwa moto na wananchi wenye hasira kali katika mtaa wa Mhongolo wa Halmashauri ya Manispaa ya Shinyanga mkoani Shinyanga. Tukio hilo limetokea leo Juni 17, 2025, nao baadhi ya mashuhuda waliokuwepo katika eneo hilo wamesema kuwa watu hao wamekuwa wakivamia watu njiani wakati wa usiku na kuwapola mali zao hata kuwajeruhi. Pia wameiomba serikali iweke ulinzi katika eneo hilo wa, hao, wa, njiani, wa zao, selikali, eneo hilo. Kwa mapanya rodi wanatusumbua sana. Tunaomba serikali angalau ituwekee ulinzi kwa usalama zaidi, lakini kwa hilo tukio nafikiri watajifunza kitu. Naporwa sana simu, pesa, maeneo ya shuleni hapa, kama hata bodo, ukipita usiku unaweza ukasimamishwa na kuporwa vitu vyako ulivyo navyo. Tunaomba jeshi la polisi liwe napitia maeneo ya shuleni hapa, kwa tunaomba kabisa jeshi la polisi liwe linaipitia mazingira ya hapa. La angalau kidogo gari yo inapake maeneo ya shule, ndo mara nyingi vijana wanajificha kwenye miembe hiyo. Ndio nilishai kupigwa na vijana, sio mara ya kwanza, mara ya pili. Nimetoka kazini nimefika tu njiani napigwa na nyang'anywa fedha, watu wanaondoka. Nimefika kazini nimekuta watu wamejaa, tukaambia kuna watu wanachoma moto, kwa hiyo sikuwa najua nini kimetokea, nimekuja kushuhudia na mimi kama wengine. Matukio tulikuwa tunasikia ila mimi sijashuhudia lakini tunasikia kwamba yapo. Tukigundua kama kuna vijana wa namna hiyo tutoe taarifa, tunawafahamu mitaani tutoe taarifa ili wachukuliwe hatua mapema kabla hajawakuta. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Shinyanga Janet Magomi amesema jitihada za kuwatambua watu hao zinaendelea, huku wakiwataka wananchi kuto kujichukulia sheria wanapokamata wahalifu, bali wawafikishe katika vyombo vya sheria. Kweli nimepokea taarifa za kuuawa kwa wananchi wa nne, ambao wa wameuawa na wananchi inaosemekana wana hasira kali na wamejichukulia sheria mkononi tayari. Uh, kali wamefika pale na kuchukua miili ambayo imepondwa mawe na kuchomwa moto na kupeleka hospitalini kwa ajili ya hifadhi. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga tunasikitika sana kwa kitendo hiki kilichotokea, kwa sababu kila mtu ana haki ya kuishi, lakini hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria na ndiyo maana kuna mahakama. Kwa hiyo ni watake na kuwaomba wananchi, hii tabia ya kujichukulia sheria mkononi iache mara moja, na tutahakikisha kwamba tunafanya msako mkali nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwamba tunawakamata hao ambao wamefanya kitendo hiki, kwa sababu hii tabia tukiacha iendelee, ina maana hapata kalika, ina maana itakuwa ni uhuru wa manyani. Sasa hii sio sawa sawa. Kama mtu ni mkosaji, kama ambavyo wanadai ni vibaka, vibaka ni binadamu, wanatakiwa. Tupate taarifa, tunakamata na tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria. Yani mahakama yenyewe ndiye ambaye itatoa adhabu kule, pale ambapo ushahidi utakuwepo. Hiyo ni rai yangu kwa Wanashinyanga, kwa Wanakahama, kwa Wanaushetu, kwa Wanamsalala wote. Naendelea kufuatilia. Mwananchi Digital kupata taarifa kamili.